Uchaguzi wa wabunge huo ambao mwenyekiti alisema hata kama ni tarehe ishirini na nane bado ni karibu. <laughs> Nikasema, sasa mbona unawatisha, wacha wa roho ipoe. Huyu huyu huyu huyu aliwahi kuonja ubunge na na leo alikuwa ananiambia kule kwenye mkutano, lile hall tunaenda ni la kwake yeye, alijenga ndio alama aliyoacha. Nikaongea Langara, wewe mwenzetu uliacha hall lakini ukweli ni kwamba uchaguzi wa bunge utakuwepo na umeshafika. Na mkutano mkuu, tuliweka utaratibu wa namna ya kupata wagombea, kwa sababu chama chetu lazima kiwe kinafanya mabadiliko kulingana na wakati. Kisipokubali mabadiliko, kitakufa. Kwa hiyo tumefanya mabadiliko katika uteuzi. Sasa watu itakapofika tarehe ishirini na nane mpaka tarehe tano tutakuwa tumeishajua nani anagombea. Sasa hivi tunajua wako washenga wale, tunajua wanapitapita, tunawafahamu na tunawafuatilia mwenendo wao, na hatufuatilii mwenendo wa wapya, tunafuatilia hata wazamani maana kuna mambo hatuyapendi sana ndani ya chama chetu kwa sasa mm -hmm. Lakini utakapofika wakati wetu wa tutajua kwa hakika, siku hizi hakuna kupita bila kupingwa, sheria imekata kwa hiyo, hata ukifanya juhudi ya kuzuia wengine unapoteza muda tu, wacha waje wa, kama ni kumi, kama ni ishirini, sio <laughs> so, kwamba tunamkomoa mtu hata kidogo. Tunataka watu wengi wapige kura ya maoni watuambie, watu wasikonge kwa maoni yao, wanasema fulani ndiye angestahili wa kwanza, wa pili fulani, na watatu fulani. Watu elfu kumi na tatu huwezi kuwanunua na ukiwanunua bei yako ita-, utakufa kabla hujawalipa wote, utaweza? Maana zamani walikuwa nauliza wako mia ngapi, laki moja moja, vipi? Sasa milioni themanini? Ah, hizo sawa, katoka kwenye majimbo. Mwenzetu hajama ana milioni themanini, anataka ubunge wa kununua, anataka kuinunua CCM na sisi tunamwambia sisi, hemu haiuzwi. Sasa wewe mtu anataka ubunge wa miaka mitano, we upokee elfu kumi, alafu ndio bei yake ya ubunge? Maana yake ni shilingi elfu mbili kwa mwaka <laughs> tumeishusha bei kuii Wewe, we rahisi, shilingi elfu mbili tu kwa mwaka, miaka mitano elfu kumi basi. Anaenda anapata ubunge na shangingi. Na mwingine anapotea kabisa, hata hata kurudi harudi. Alafu namuuliza hata asante au kwa kwa 2000 tena arudi kufanya nini? Kwa hiyo nataka watu wengi na hasa tumetaka watu ambao wako karibu sana na wananchi, tunataka wapige kura ya maoni, ili tukija kwenye uchaguzi wa mwisho na mgombea mmoja tunapita bila tatizo, hapa sikongo, maana wananchi wanasema kama ni huyu, sawa sawa, sio kureta afasi. Ah, huyu wamemtoa wapi? Hala wamemtoa wapi? Na nawaambia wenzangu, wala haina hiana wengine tukao anasema, huyo hamwezi kumwacha, ni mwenzetu. Kama ni mwenzetu ndani ya CCM sawa. lakini tunataka mwenzetu ambaye na wananchi wale nao ni mwenzao ili <coughs> <coughs> kazi yetu iwe rahisi, maana ni mwenzetu anayekwenda kwa wenzake. Alafu <coughs> anarudi <coughs>, na kwa sababu ana wenzake hawezi kusahau kurudi kwa wenzake. Kwa hiyo, kama mtu ulifanya vizuri, usituambie mimi nilikuwepo, ulikwepo, sawa. Lakini kama kama maoni haya hayaendi sawa, utatusamehe mali, tunataka yule ambaye alifanya vizuri. Kama ukufanya vizuri, sasa nitakusaidiaje? Maana sisi tulikupeleka na kuchagua, ulichaguliwa, alafu wewe ukapotea, alafu unasema, mmoja nimemsikia anasema nimerudi ni ni nyumbani. Ulikuwa umekwenda wapi? <laughs> <laughs> na kama kweli ulisafiri, kwani hukuwaaga waajili wako? kwa hiyo <laughs>